Nimetembelea kiwanda hiki cha King Lion kwa lengo moja tu, kwa sababu tunatoa taarifa nyingi kuhusu maendeleo ya uwekezaji hapa nchini no. kupitia kituo cha uwekezaji. Kwa mimi kama waziri mwenye dhamana, ni jukumu langu kuonyesha Watanzania kwamba haya mambo ambayo Terry anaripoti kila mwezi kwenye kituo chake cha uwekezaji cha kweli yapo, kama ambavyo mmeona, kiwanda hiki ni kikubwa ambacho wamefanya uwekezaji mkubwa matarajio ni kuwekeza dola za Kimarekani milioni 62 ambayo tunaweza tukasema ni kama shilingi bilioni 150, na mpaka sasa wameshatumia kuwekeza kabisa e, dola za Kimarekani milioni 42, ni kama shilingi bilioni 90 wameshaziwekeza hapa tayari. Ni uwekezaji mkubwa, na kama mlivyoona hapa, wanashughulikia kuzalisha hasa bidhaa za kuzalisha mabati, ita mabati meupe na mabati ya msaudi hiyo South kuonyesha tukwa mboko nyuma, tulikuwa tunaagiza kutoka South Africa, na haya mengine tulikuwa tunaagiza kutoka China. Kwa sasa tunazalisha hapa na kutoka hapa, naweza ka viwanda vyetu vya mabati hapa, badala kwenda kuagiza kutoka nje, hizi uh, hizi raw materials wanachukua kutoka kiwanda chetu hapa, wanatengeneza. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa, na kwa taarifa ambayo nimepewa sasa, hiki ndio kiwanda kikubwa katika hapa ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo nichukue nafasi kuwapongeza sana wawekezaji hawa kwa kuitikia wito wa Mheshimiwa Dr Samia Sulu Hasan kuja kuwekeza hapa. Hiki ni moja viwanda ambavyo vimepatikana katika miaka hii minne ya utawala wa Dr Samia Sulu Hasan. Wamenua kiwanja wa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Kiwanda hiki kinaajiri vijana wetu elfu mbili mia nane moja kwa moja kiwandani na nyiwe mmepita umewaona vijana wakifanya kazi wa kitanzania hawa, lakini wengine elfu moja mia mbili ile tunaita indirect, yani ajiri ambazo sio za moja moja kiwandani kwao, tukisema E, faida za kila, kila siku nazungumza hapa, faida za uwekezaji. Moja, tunapata mtaji, ndio huo nimewaambia, ni, ni dola za Kimarekani milioni sitini na mbili, hizo ni bilioni mia moja hamsini. Lakini pili, teknolojia, umeona na teknolojia ambayo imewekwa hapa ni ya kisasa kabisa. Lakini tatu, kuzalisha ajira. Sasa hawa elfu mbili ni Watanzania bila shaka, na wao kwa sababu ni mwekezaji kutoka nje atakuja na watu wake. Kwa ndio hao unaona wachache hawa, lakini the majority ya watu wanaofanya kazi katika viwanda vyetu hivi wanakuwa ni Watanzania wenyewe, inazalisha ajira. Kwa hiyo tukisema viwanda ni muhimu, na wale vijana wote mnaona pale wengi wamesoma VETA. Kwa hiyo vyetu vya ufundi pia tunaona matunda yake. Hao wengi wamesoma VETA, wapo wengine pia hapa ambao hawakusoma VETA wamekuja kujifunza hapa. Wanapata ufundi, wanafanya kazi, wanapata eh, kipato chao, tunakuza uchumi wa nchi. Hivyo ndivyo nchi zinavyojengwa. Tunapozungumzia uchumi wa viwanda maana yake ni hiyo. Kwa majina naitwa Arnold Christian Limo, ni meneja mkuu King Lion Investment Company Limited. Kwanza tunashukuru kwa kutembelewa na mheshimiwa waziri, ametembea amejionea, na yote tunashukuru kwa sababu ni, ni juhudi za serikali yetu katika kusapoti viwanda na uh, tumetembea tumeona uzalishaji wetu ambapo kwa, kwa, kwa swala la ajira tuna, tunaenda, ni, ni, ni kama tulivyosema kwamba ajira zinazozalishwa ni ajira 2800 ni ajira za moja kwa moja na 1200 ni ajira ambazo sio za moja kwa moja. Na tumeweza kuongea kuhusiana pia na changamoto ambazo tunazipata ikiwemo swala la barabara ambapo tumeshaliongea na amesema kwamba ni swala ambalo linaenda kufanyiwa kazi. Changamoto ya umeme ambapo umeme kupanda na kushuka pamoja na kukatika kwa umeme pia ni swala ambalo Tanesco wameweza kulipokea pia na pia, swala lingine ni swala la gesi, ambapo tuna mawasiliano pia na TPDC, ambapo swala hilo pia linaenda kufanyiwa kazi. Yote, yote kwa yote ni kwamba tunashukuru, tunashukuru kwamba tumeweza kupata eneo hili, tumeweza kufanya uzalishaji na tumeweza kutengeneza ajira kwa baadhi ya Watanzania wenzetu na si wenyewe tukiwemo. Tunachoomba ni kwamba vile ambavyo tumeviomba basi viende kutekelezeka.